afrika bara lenye wakazi zaidi ya bilioni moja na nusu lakini zaidi ya nusu yake ni vijana walio chini ya umri wa miaka ishirini na mitano kwa wengi wao ni matumaini utajiri na mstakabali na nguvu kazi ya kulikwamua bara hili katika takwimu za kimataifa daima limekuwa likishika mkia katika swala la ufanisi wa maendeleo hata hivyo hakuna sehemu hata moja ulimwenguni ambayo inalizidi bara la afrika inapokuja katika swala la utajiri wa rasilimali na maliasili, rasilimali watu na hata ardhi yenye rutuba. Lakini wanasema ukimwona samaki ameoza ujue ameanzia kichwani, na kama kichwa kimeoza, basi mwili ujue hauwezi kunusurika. Vijana wa Kiafrika licha ya kusoma na kuelimika, inawezekana ndoto zao za kuleta mapinduzi katika bara lao zinaendelea kusalia kibindoni. Vijana wengi wana nguvu ari msukumo na jitihada za kuifanya Afrika kupiga hatua. Wakati sehemu nyingine za dunia zikitembea, Afrika haina muda huo, bali inapaswa kukimbia tena kwa kasi. Lakini je, hilo linawezekana? Ni kama sehemu nyingi tu za Afrika hazina vichwa vya kulifanya bara hili kukimbia kwa kasi. Viongozi ambao ndio wabeba maono ya dira ya Afrika wamezeeka, baadhi yao kiasi cha kupoteza hata mwelekeo wa rubaa za maendeleo ya bara baadhi yao hata ukiwauliza ni kipindi gani waliingia madarakani hawajui, ama maradhi yameingilia afya ya kumbukumbu kumbu zao na sasa zimepotea, lakini wanataka kuongoza bado. Paul Biya ambaye sasa wenyewe wanamuunga mkono wanataka aendelee kuliongoza taifa hilo, amefikia muhula wake wa tisa mfululizo. Anaakisi mfano huu nausema, huyu amekuwa madarakani tangu mwaka 1982, lakini upande mwingine ni kama mapacha wa baba mmoja. Theodoro Obiang Nguema wa taifa la Equatorio, yeye hadithi yake inavunja rekodi. Alitwaa madaraka mnamo mwaka 1979 baada ya kufanya mapinduzi yaliyomng'oa madarakani mjomba wake Francisco Masiasi Nguema ambaye alikuwa rais wa kwanza wa taifa hilo tangu taifa hilo lilipopata uhuru wake kutoka kwa Muhispania mwaka 1968. Huyu ndiye rais wa kwanza ulimwenguni aliyeka madarakani muda mrefu hadi sasa. Wakati vuguvugu la maendeleo likiendelea katika sehemu mbalimbali za dunia, huku nguvu kazi inayoshikilia usukani ikiwa ni vijana, barani Afrika ni tofauti, bado hali ni tofauti kwa wazee hawa. Wameshindwa kutoa taswira ya maendeleo, uchumi umedumaa na vijana hawana ajira, matatizo lukuki yanaendelea kuzikabili nchi za Kiafrika. Wazee hawa bila kumsahau Denis Sasungweso wa Kongo Brazzaville, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, na baadhi ya wengine waliokaa muda mrefu madarakani wamelifanya kundi la vijana walio wengi barani Afrika kukosa mwelekeo wa kuweza kuyaongoza mataifa yao. Katika hali kama hii, ambayo kichwa kinaukosesha mwili mzima raha na matumaini, mwili huo unajitafutia suluhu Afrika sasa limekuwa bara lenye uwanja wa fujo. Vijana maarufu kama Gen Z, kutoka kusini hadi kaskazini, mashariki hadi magharibi, wimbi lao linavuma kama upepo unaoandamana na mvua ya masika. Kauli yao inayosikika ni kwamba tumechoka. Maandamano yasiyoisha kila uchao yanaibuka hapa na pale. Wengi wanaamini kuwa viongozi hawa hawana tena kiu ya maendeleo kwa mataifa yao isipokuwa familia zao. Paul Biya wa Kamerun muda mrefu anakuwa nje ya nchi kwa matibabu, na kitendawili kinasalia kukosa jibu kwamba ni nani hasa anayeendesha shughuli za taifa hilo za kila siku. Theodoro Obiang Nguema Mbosogo, ngoma ni ile ile ile, kijana wake Theodorine Nguema mwenye umri wa miaka 56 na ambaye ni makamu wake wa rais wa baba huyu tangu mwaka 2016. Inasemekana kwamba ndiye kiongozi wa shughuli zote za kiserikali za kila siku ikiwa ni pamoja na sekta ya ulinzi na taasisi za kukabiliana na ulaji rushwa, licha ya yeye mwenyewe kukumbwa na visa lukuki vya ulaji wa rushwa kwa miaka mingi. Kuhodhi madaraka kwa viongozi hawa kunawafanya wananchi na Waafrika kwa ujumla sasa kuanza kubaini kuwa kumbe si kwa nia ya kuwaletea maendeleo na kuendeleza mataifa yao ndani ya bara zima la Afrika bali ni kujali manufaa binafsi. Katika baadhi ya nchi tayari viongozi vijana wameanza kujipiga vifua, iwe kupitia mapinduzi ama chaguzi za kidemokrasia wanataka kutwaa madaraka, kama ilivyotokea Burkina Faso, Guine Conakry, Mali na baadhi ya nchi za Sahel mapinduzi ya kijeshi yametokea. Je, hilo linakubalika kidemokrasia? Inawezekana siyo lakini, inakuwa ni sawa na kujifungia chumba kimoja na paka ili umuue. Huenda unaweza kujuta kwa uamuzi huo uliouchukua kwa taifa. Kama Botswana imekuwa kama kioo cha demokrasia kwa kumpata rais ambaye bado ni kijana mbichi. Huyu ni Duma Gideon Boko anaanza kutazamwa kama nuru katika pori la giza kinene. Ila hata huko nchini Malawi kwa vijana hakujatulia kivile. Katika uchaguzi wa mwezi uliopita, wananchi wa Malawi walimrejesha madarakani Rais Peter Mutharika mwenye umri wa miaka themanini na mitano baada ya Lazarus Chakwera rais chipukizi kabisa kuonekana hafai. Pale upinzani unapojaribu kuinukia kupitia njia za kidemokrasia, mkono wa chuma, wa chuma wa muda mrefu unakuwa wa kwanza kutangaza kipigo chenye uzito wa kutumia nyundo kumuua mbu. Viongozi wazee huenda hawajaielewa Afrika iliyozinduka mawazo yao bado yapo zama za kudai uhuru. Utawala wao wa muda mrefu huenda ulisaidia zama zile, kwa sasa wanapaswa kuangalia alama za nyakati, na wakati mwingine hata kuamua kung'atuka madarakani. Ni hali ambayo inaweza kuleta suluhu dhidi ya vuguvugu vugu hili barani Afrika na ulimwenguni kwa ujumla.